Jeshi la polisi nchini Tanzania limetangaza kuwa limewakamata watu wawili wanaokabiliwa na shutuma za kusambaza taarifa potofu kwenye mitandao ya kijamii. Wanaume hao wawili ambao hujiita wachokonozi, wamekuwa wakirusha maudhui mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo YouTube. Wawili hao ni Jackson Kabalo mwenye umri wa miaka 32 na na Joseph Mrindoko mwenye umri wa miaka 37, walikamatwa katika mkoa wa Arusha kaskazini mwa Tanzania Jumamosi Juni 20 moja mwaka huu. Aidha, jeshi la polisi limesema kwamba wanaume hao ambao ni wajasiriamali na wafanyakazi wa majani chai wilayani ya Arumeru huko Arusha kaskazini mwa Tanzania walitumia vibaya mitandao ya kijamii kinyume na sheria za nchi ya Tanzania. Wawili hao wanazuiliwa huku upelelezi ukiendelea, serikali ikisema kwamba pindi tu uchunguzi huo utakapokamilika hatua zaidi za kisheria zitafuata. Raia nchini Tanzania wameonywa dhidi ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na kuombwa kuacha kusambaza taarifa ambazo hawana uhakika nazo zinazosababisha kuleta taharuki miongoni mwa jamii. Aidha, taarifa hiyo ya polisi iliendelea kusema kwamba raia wameonywa vikali kusambaza hususani taarifa ambazo ni za uzushi kuwa watuhumiwa wamekamatwa na watu wasiojulikana, jambo ambalo polisi inasema si kweli.